Ambalo inafikiriwa kujengwa shule ya Kamzora Memorial School, na hawa ni wajumbe wa kamati wamefika kukagua, na hayo ni ama tunavyoona maelekezo yanaendelea kutolewa ah, kwa ajili ya kuliona hili eneo. Iyo bado bichi nzuri kabisa, yaani kwa kweli Mungu aweze kutusaidia sana bado sana, bado sana. Ni seta hiyo kule kwa mbali, ni maeneo na maji, kuna nini, milima mizuri na kuna makazi ya watu huku. Kwa hiyo naweza kuona ni kwa namna gani ambapo mambo jinsi yanavyokwenda hivi. Tunavyoitwa na mwenyekiti wetu, anaenda kutupatia maelekezo Hatutafuti kutembea kuangalia bikoni ziko wapi, tunaangalia locality ya eneo na tunaelekezwa. Pasta Mtura hapa ndiye mwenyeji, anaweza akatuonyesha mipaka inaanzia wapi na ishia wapi, walau kwa macho. Tukisema tuingie huko tena tuanze kwenda kutafuta bikoni, itakuchukua muda mzee, na eneo lenyewe naambia pale juu kwenye ile mifaine pale, ile midogo midogo mingi mingi midogo. Ai, inapoishia kwenye kona una na unatelemka unashuka na hii na ile miwili pale inapitiliza sasa, ile miwili kwa chini yake, halafu inanyoka mpaka mpaka kule kule pia kule napenye kuna miti miti, kabla ya kufika kwenye ile miti mirefu, ila unakaribia sasa hata ndio nakambisha mpaka huko ile miti mikubwa ni ya yeah. kwetu Or... um... walipanda nadhani akinapasa zilaenda na hii midogo midogo, kwa hiyo inaenda mpaka huko ni heka ishirini na kwa hatimiliki, maana lina hatimiliki ni hekari ishirini na nne ainaa

zamaeamani ndio hizi labda kama kuna mtu anahitaji maelezo zaidi, ili msonge mbele. Tunaenda sasa kwenye kiwanja cha mwisho, na hapa ni karibu sana kuingia mjini, inaitwa tana... wapi